Tujiulize sisi wenyewe, kwa nini vitabu vya kidini vimetafsiriwa kwenye lugha zote za kimila? Lugha ya Kihehe, ki Kikwele, Kizalamo, Kinyakyusa, unakuta ki, kitabu cha Kiislamu kimetafsiriwa kwa, kwa lugha hiyo na kitabu cha Kikristo kimetafsiriwa kwa lugha za kimila, lakini kitabu cha sayansi kitabu cha uchumi kitabu cha masuala ya kijeshi, strategy zote za ulimwengu, zamana na za kuendeleza watu kunyanyua katika maisha watu, haviletwi kwenye lugha zetu, zinalala kwenye lugha za walowezi za wavamizi colonizer. Kwa nini tunasoma huko? Ili mradi sisi tusijue yaliyokuwa ya bora hivi? Kwani wewe hujui kutengeneza gari? Si unanyima programu ya kutengeneza gari, kwa sababu wewe ukitengeneza gari, wewe nani atanunua gari ya mzungu? Hakuna. Kwa hiyo tusilaumiane, kusema Afrika sisi akili hatuna, mbona gari akujatengeneza? Gari tunaweza kutengeneza, ila tumezuiwa. Tukitengeneza kwetu haina kibali, haijafaa, haijafaa, haijafikia kiwango. haikidhi vigezo, ila kama la kwao. Ndugu yangu Maxwell Chikumbutso pule Zimbabwe ametengeneza gari inatumia radio frequency. umesikia bwana? ndio. radio frequency kaitengeneza Mzimbabwe, lakini wazungu hapo hapo watasema kwamba ile gari haijakizi viwango itakuwa hatarishi kwa watumiaji, kwa hiyo haitoingia sokoni.